moja kwa mfano akisema alete tabia za nyumbani kwao hapa tutashindwa, si ndio? Au akisema alete tabia za kundi fulani na mali fulani tutashindwa. Lakini tukiwepo pamoja na kuamua kila mmoja kubadilika, kubadilika tabia zetu, kubadilika mitazamo yetu, kubadilika hali zetu, tutaweza kufanikiwa sana. Lakini pia jambo lingine ni kujenga upya, kwamba baada ya kuridhiana kustabiliana na kuwa na mabadiliko katikati yetu, basi tunaanza kujenga upya. Kujenga upya ni nini? Maanake ni ni kule kupata hali ya kuendelea mbele zaidi katika mafanikio. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo tunajenga upya timu yetu tukishirikiana kwa pamoja katika yale ambayo tunaendelea kuyapata kupitia, kupitia uzoefu wetu. Ah, inawezekana kuna wengine hawajasikia kitu kinachoitwa 4R za Mheshimiwa Rais. 4R. Kuna mmoja wetu ambaye amezisikia 4R za Mheshimiwa Rais. 4R. Aha, 4R. Asante. Waliozisikia kunyosha mkono kama mmeshasikia. 4R. Ndio hizi zinazoeleza juu ya, mari, ya, ya maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Hizi 4R zimeasisiwa na Mheshimiwa Rais, na katika kuzingatia hizi 4R zitatuleta katika kutujenga katika upendo. Tumeelewana, ndugu zangu, tusipopendana tukichukiana, hatutafika mahali sawa. Tukianza kusemana, hatutafika mahali Sawa. Tukianza kuweka vikundi na kuganyika pale, pajitenge, hatutaweza kwenda mbele. Hatutaweza. Sawa. Lakini tukipendana wote kwa pamoja basi tunaweza uh, kufanikiwa zaidi. Lakini pia kutatuletea amani. Sawa, so, natukuwa tujenge amani katikati yetu ili kapate kwenda kutujenga katika ndugu wetu sisi ni ndugu pamoja do jamani, ni ndugu wa Afrika wote, si ndio? Yeah. Na hata kama kuna mzungu hapa bado akikubaliana na sisi ndugu yetu. Uh, maana udugu huja katika, katika hali ya busara, kila mmoja katika busara, busara katika kuongea naokuepo na tyet ona wageni tunakuwa na busara itatusaidia na itatuleta katika kushirikiana, na hatimaye itatuleta katika kudumu katika kuendeleza timu yetu kwa pamoja. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kusema hayo, msiwachoshe, najua mnajiandaa kwa ajili ya, ya ya mchezo wa tarehe kumi na tano na najua kwamba mtahitaji kuwa na mazoezi zaidi. Mimi niombe kwamba niombe kwamba mwendelee na mazoezi nijiandae vizuri sawa. So, kocha ni Mustafa. So, Kocha ni Mustafa, Mustafa, Mustafa, hebu Mustafa, hakikisha Mustafa, ni washa mkoa wewe ndio kocha, kwa hiyo jitahidi kwamba timu inajiandaa vizuri vizuri vizuri. La mwisho kabisa, la mwisho kabisa katika kukubaliana katika haya ambayo nimeyazungumza ya maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya ili kuleta kujenga kutujenga katika upendo, amani, udugu, busara na ushirikiano. Tumesikia kwamba kuna watu wanaotu tunasikia sika kwenye vyombo vya habari kwamba tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili ishirini ishirini na tano kuna maandamano sasa. Vijana, sisi ni wastaarabu, si ndio? mm -hmm. Haya maandamano hayatuhusu, haya maandamano yanafanya nini? Hayatuhusu, si tunajua maisha yetu, tumeelewana. Mtu asije akaja akakudanganya aka akakuchochea akakudanganya, sawa? Una wajibu mkubwa sasa hivi kama kijana, sawa? Taifa linakutegemea, sawa? Sasa hivi unajiandaa kwa ajili ya michezo, sawa? Taifa hivi tunategemea vijana wajijengi katika michezo, tujenge vipawa. Leo uanze kudanganywa ukaanza kuandamana kwa mambo ambayo huyajui, maana watu wanasema tunadei haki nadei haki. Umekatazwa kucheza mchezo umekatazwa haki unayoidai. Kwa hiyo vijana wangu, nawaonya, tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili ishirini tumeloana eh tano, sisi tusiandamane kama wengine wanaandamana. Sisi tutakaa nyumbani, tujipange kwa ajili ya mazoezi ya tarehe kumi na tano mwezi wa kumi na mbili Ananiahidi kwamba hataandamana, anyoshe mkono. Semeni kwa kauli moja, hatutaandamana Hatutaandamana! tunaipenda nchi yetu, tunaipenda nchi yetu, tunampenda rais wetu, mama mzuri, mama mzuri, mzuri. Tunachotaka sisi tuendelee kulelewa katika, katika, katika, katika timu yetu mama aione timu yetu.